Sijui watafanyaje mwanangu, na mimi nilikuwa namtegemea baba. Mimi sijui tutaenda wapi, lakini kwa utaalamu wangu wa ufugaji sio majani. Daktari baada ya kuja kupasua ng'ombe, kuangalia vitu vya ndani, ikabaikana ni sumu amelishwa. Familia yangu ndio hivyo inategemea hapo hapo, ndio hivyo. Ni tukio lisilo la kawaida lililozua maswali mengi baada ya mifugo takribani kumi kukutwa imekufa ghafla katika mtaa wa Muungano, kata Nkuhungu, jijini Dodoma, tukio lililoacha simanzi kubwa kwa wakazi na hasa familia iliyokuwa ikitegemea mifugo hiyo kama chanzo kikuu cha kipato mifugo hiyo ikiwemo ng'ombe wa maziwa ilikuwa uti wa mgongo wa maisha ya familia husika, ikiwahudumia watoto katika mahitaji ya shule, chakula cha kila siku, pamoja na kuwasaidia wazazi kugharamia mahitaji mengine ya msingi ya maisha. akehuu kijana ndio nilikuwa nitegemezi langu, nguo kula, sina nguvu za kufanya kazi tena, nikuwa tegemezia ndio huyu kijana wangu sasa walichokifanya mimi ne, nimeumia ni sana sana. Kwa... nilikuwa nategemea na mimi huyo mfugo akiuza maziwa mwanangu ananipa. Sasa hivi ana familia watoto wanne na mke wake, hana jinsi hana, wala sijui tufanyeje. Jamani, mtusaidie. Yaani alikuwa anategemea kila huyo mfugo akitoka shamba, nafika nakamua, watoto wanakula sasa hivi sijui ataenda wapi, ana mkopo sijui atafanyaje mwanangu. Na mimi nilikuwa namtegemea, baba. Mimi sijui tutaenda wapi, tulikuwa tunategemea yeye, ndiye alikuwa msaidizi. Akikamua maziwa nasema, mama chukua elfu kumi nenda ununue unga. Sasa hivi sina msaada wowote. Kila uchao ilikuwa ni desturi ya Sanifu Ponda Mali, mmiliki wa mifugo hiyo, kuamka mapema kabla ya kuchomoza kwa jua akiwa na ndoo mkononi tayari kwa zoezi la kukamua na kuuza maziwa kwa wakazi wa eneo hilo, kazi ambayo ilikuwa tegemeo la maisha ya familia yake. Anasema mifugo hiyo haikuwa mali ya kawaida, bali ilikuwa ni matokeo ya jasho na juhudi za miaka mingi ilikuwa fahari yake, matumaini yake na akiba ya maisha yake ya baadaye. Hata hivyo, ndoto hizo zote zilikatishwa ghafla, baada ya kuikuta mifugo yake ikiwa imelala chini bila uhai, katika tukio ambalo hadi sasa chanzo chake hakijafahamika. Kwa jana jioni, usiku mpango amepewa sumu, limpeleka maziwa kwenye oda nimerudi nimepigi. nilipofika kwenye oda, ng'ombe wangu nikapigiwa simu, wamedondoka. Nikaona wakanipigia simu, nirudi. Nimerudi nikakuta wote wamedondoka chini, wote wamekufa. naposadikiwa wamepewa sumu, majirani. Kuna uhasama na majirani Yani wamesha nishtaki kwa barozi kwa mwenyekiti kwa mtendaji hmm. kwamba na ng'ombe zinaleta kero, naleta kero kwa wananchi. Kwa mujibu wa Ponda Mali, vifo hivyo vimeathiri moja kwa moja ustawi wa familia nzima, huku shughuli za kiuchumi zikisimama ghafla. Watoto wamebaki bila uhakika wa mahitaji yao ya msingi huku lindi la mawazo likiendelea kuongezeka kila kukicha. Ndani ya nyumba hiyo huzuni ni dhahiri. Mama wa familia anaonekana kushindwa kuzuia machozi, akieleza namna tukio hilo lilivyovuruga kabisa amani na matumaini ya familia yao. Imeumia sana kiongozi, umia sana familia yangu, ndo hivyo inategemea hapo hapo ndo hivyo na nilikuwa nategemea. Kwa hii tukio lilotokea jana, tulikuwa tunategemea ng'ombe hao hao, na ng'ombe wamekufa, hatuna chochote kile. Sasa nasikitika sana tu, kwa sababu ng'ombe mmoja anauzwa kama milioni tano sababu ng'ombe mmoja nakamuliwa lita kumi na mbili asubuhi lita kumi na mbili jioni, kumi na mbili wapo watano wapo wanne wanaokamuliwa na kila mmoja na lita kumi kumi na mbili ndama wangapi? na ndama, na ndama wawili na mbuzi wawili na kondoo mmoja yaani, mpofika pale ng'ombe mmoja mmoja alikuwa anadondoka tu hakuna kingine, mmoja baada ya mwingine anadondoka. Mimi mwenyewe nikawa nashangaa tu, nikakosa tu cha kufanya. Wakazi wa eneo hili wameendelea kuonyesha mshikamano kwa familia hiyo, huku wakitoa wito kwa serikali na wadau mbalimbali kuwasaidia wafugaji wanaokumbwa na majanga kama haya ili kuokoa maisha na kulinda vyanzo vyao vya kipato. Jina naitwa Skolastika Ezra Pondamare. kwa kwa nilichokiona nimeona mifugo ya ndugu yangu ikiwa imekufa, ambapo nilikuwa ninajiuliza huyu mama sasa ataishije na huyu ndugu yangu ataishije kwa hii familia ya watoto wanne hapa mjini, na hicho ndio kilikuwa tegemezi, ndio alikuwa anategemea na watoto walikuwa wanategemea hapo hapo. kwa msaada zaidi naweza mkatusaidiaje juu ya janga hili? Sisi wenyewe kabla daktari hajatoa majibu, tukawa tumeja, yani, nisemee mimi kama mimi, kwa sababu mimi mwenyewe ni mfugaji. Kwa sababu wengine walianza kusema, oh, ni majani yamefanya ng'ombe wamepelekea kufa, lakini kwa utaalamu wangu wa ufugaji sio majani. Daktari baada ya kuja kupasua ng'ombe, kuangalia vitu vya ndani, ikabainika ni sumu, amelishwa. Kwa hiyo mimi ndio hayo tu. Mliona nini wakati mmeona? tumeona kwenye upasuaji maini yalikuwa imeshaharibika kwa muda huo, figo zimeharibika kwa muda huo, utumbo ukawa umeshabadilika rangi kwa muda huo. Ndicho kilichopelekea mimi kuamini kuwa ni sumu pamoja na daktari aise. Ni masikitiko makubwa, maana ndio utegemezi, watoto, familia, wazazi, ana mkopo anategemea kurejesha kwa kwetu kwa, tunaomba serikali ifate sheria. Kwa upande wake uongozi wa mtaa wa Muungano umethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa tayari taarifa zimetolewa kwa mamlaka husika ili uchunguzi wa kina ufanyike kubaini chanzo cha vifo vya mifugo hiyo. Mbongwado, mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Ama taarifa zilikuja kama zilivyokuja, kwamba kuna tukio hilo lilotokea la ng'ombe sita na mbuzi watatu kufa, inasadikiwa kwa sumu. Uongozi kama uongozi ulifika kwenye tukio na, na kuita wataalamu ambao ni mifugo, maafisa mifugo pamoja na maafisa wa afya. Walichokifanya ni kuchukua sample kupeleka maabara. Wao walichosema ni kwamba watakuja waonyeshe sasa kile ambacho kimetokea ni aidha, kama ni sumu, vyovyote vile. Kama uongozi tupo kwenye tukio kusubiri matokeo ya jambo zima. Ni tukio zito kubwa na kuhuzunisha, lakini pia ni maisha ya mtu. Kama, kama, kama viongozi hatutaki kusikia au kitendo yani kijirudie, lakini pia wataalam sasa wote wahusika wana, wanasheria na kila kitu wafuatilie kwa kina jambo zima alafu tujue namna nzuri ya kufanya ikiwezekana, wahusika wakamatu mara moja hii. E, tunatoa wito sasa wa wananchi pia kuwe na utulivu ili jambo liende kwa ufasaha. Mwezi wa Januari ulikuwa mwanzo wa matumaini mapya kwa familia hii, wakiuona mwaka mpya kwa furaha, matumaini na malengo mapya ya kimaisha, lakini sasa furaha hiyo imegeuka kuwa simanzi nzito iliyoachwa wakitafakari hatima ya maisha yao yajayo. Tukio hili ni miongoni mwa matukio ambayo yamekuwa yakiripotiwa katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, jambo ambalo linaleta simanzi na kuwakatisha tamaa wafugaji. Hata hivyo, rai ya wananchi ni kuiomba serikali kushughulikia tatizo hili. Jacqueline Masawe, TMC News, Dodoma.